Na mtazamaji, tukiendelea mbele kwamba wafanyabiashara biashara mjini Maralal wamelalamikia ushuru wa juu wa biashara katika uga wa Yare kuna kuandaliwa mashindano ya mataifa ya ngamia. Wafanya biashara hao waliolalamikia kubanwa na uchumi wanataka kuondolewa kwa matozo yao ili kupata afueni. Mwanahabari wetu Bonfes Baraza anaarifu zaidi kutoka Samburu. Ni uga wa Yare mjini Maralal County ya Samburu kunakoandaliwa na mashindano ya kimataifa maarufu Maralal International Camel Derby, wafanyi biashara wakijitokeza kila mmoja akiwa mbioni kusaka kibaba cha siku. Nimekuja hapa biashara huku Camel Derby, as you can see tuko hapa for the next three days. Kwa sasa kama vile mnaona biashara si mzuri sana. Sherehe ya Camel Derby kama kawaida naona wakaazi wajatokeza kama vile tulikuwa tunatazamia kama mwaka uliopita, lakini sasa hii biashara naona iko chini, lakini tunang'ang'ana tu. Naona wenyeji wa hapa wamekuja wamekita kambi mzuri. Kila mtu nasikia, mtu anasema biashara imeenda chini, hawana pesa. Watu wakikuja wanakuta vitu wenye walikuwa wana expect watapata na mishahara ni kama hazijaweko bado, so vitu kama hizo ndo inachangia biashara yetu kwenda chini. Mimi nimetoka Nyanyuki nimekuja hapa Camel Derby, lakini nimeona nyama hapa Samburu ni tamu sana eh. Hata hivyo, wafanya biashara hao wanapojitokeza kutoka kila pembe ya taifa hili kusaka kibaba na kufanikisha biashara zao wamelalamikia matozo ya juu wanayotozwa na idara ya kukusanya mapato kwenye kaunti ya Samburu. Kwaika tumefurahi kwa kuletewa Camel Derby siku ya leo na ijapokuwa kaunti yetu ya Samburu Inatu, inatupatia tax ambayo iko juu sana. Ningeomba so, kila kila ambacho ningeomba ni serikali ya kaunti itondolee hiyo tax ambayo iko juu. Kama ni mtu wa hawking tunalipia tuna, tuseme tunapewa kuna kuna kuna karisit tunapewa ya 8 bob. haya watu wa, wenye wameweka mavibanda vibanda, vibanda. Nalipishwa elfu mbili. Hata hivyo wafanyi biashara hao wanapolalamikia matozo ya juu serikali ya kaunti ya Samburu imejitokeza na kuweza kuondolea mzigo huo mzito na kutangaza kushushwa kwa matozo hayo. Tumeonelea kama kaunti tuwavevie wafanyi biashara wetu uh, walipe shilingi elfu mbili miatano for all those four days o uh, kwa sababu uchumi ni mbaya. Idadi kubwa ya wafanya biashara tuliozungumza nao wamehusisha hali hiyo na hali ngumu ya kiuchumi inayozidi kuabana na kuakeketa maini wa Kenya kila kuchao. Bonfas Barasa, Runinga Citizen, uga wa Yare, mjini Maralal, gatuzi la Samburu. Nalo shirika la Lions International limefadhili